Wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana ajenda. Ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale, wale watu hawana mpango. Ni kweli sera, mpango, sera, ajenda ama ama magani <laughs>

we We have have the vision and we have the resources to do it nyinyi hamuna ama namna gani bwana sinaelewana si walituambia haiwezekani kupunguza gharama ya maisha si walituambia haiwezekani turahishe mambo ya elimu si walituambia haiwezekani mambo ya afya si walituambia haiwezekani mambo ya housing imewezekana haijawezekana hii ya first world mpaka utoka third world mpaka first world itawezekana ama haitawezekana mimi najua itawezekana, kwa mapenzi ya Mungu, kwa kura zenu.